sasa umeficha ambayo tumekukamata sasa, yes. Haya, pakia bangi nenda na wewe ndani. Ingia ndani. ka kutumia. Hawa ni wanani? kwa nini unatumia wakati unajua bangi ni ina madhara sasa? Kulemaa ndo kunakufanya ulime bangi. Kulima. Achia eh, Mungu nikitumie. Eh, na uzini nikalima msitu baka kutoka mbaga. Nasema <laughs> <laughs> unasema unasemaje, nikitumia. Kulima nikatumia kipi? Kama nikatumia. Eh. Achia Mungu niwezi nikafutumia nguvu za kulima. Yaani, unapiga shambani hatari. Siwezi nikakufuta, nikamukorofisha. Siwezi nikafanya nini? Wewe unavuta peke yangu, siwezi nikofanya ajili ya nini? Kwa ajili ya kuremana hutumiviwa. Wewe ukishavuta inakuwaje? Nikishavuta? Eh. Nikijavuta natumia nguu, yani nisikia kwamba niko sawa. unaweza kulima kiasi kama eka moja, naweza kulima wiki kama moja. Ukivuta bangi hujavuta, aa, inanishinda na bangi na madhara mimi naifahamu kabisa, lakini pia hujui kama serikali inakataa, wakikukamata anajua. Serikali ni mimi naifahamu Naomba mnisamehe, sirikali naifahamu kabisa. Mungu Mungu, yani Mwenyezi Mungu nimeficha na ficha. Leo leo umevuta? Umevuta Mwenyezi Mungu nimeficha. Leo umevuta? Huyu mama naye, huyu ni mke wako? Na sasa mke wangu, na naye analima. Mke wako huyo anajua kama wewe unalima bangi? Anajua, anajua, lakini yeye hajaivuta

na tena ni karima toka hapa mpaka chini mahindi tu, na yenyewe ukaiweka sehemu ndogo ndogo, nikaficha huko ndogo ndogo yangu ya kuvuta, gari gari bibi banda, banda, banda. Bibi yuko. Sasa wewe kwa nini? Juzi juzi hapa tumepoteza kijana wetu anaitwa Frengi. Uongo kweli? alikuwa atumia na tumia. Na tumia. Sasa mnasemaje tuendelee tena kutumia sasa naagiza kuanzia leo kijana yoyote atakayekamatwa ndani wa ya wilaya ya Karagwe ama analima bangi ama anavuta bangi ama anatumia mirungi ama analima mirungi, tutakula naye sahani moja mpaka dakika ya mwisho. Lakini lingine nataka niwaambie, ndugu wananchi, mufahamu, katika maisha haya ya kawaida hakuna mkulima hata mmoja wamilungi wala wabangi aliyewahi kutajilika sana sana, wanakuwa maskini kwa sababu katika hivi vyote kuna laana. Lakini kama hiyo haitoshi, wanaofaidika ni wale wanayouza, ni wale wanaosafirisha. Kwa hiyo mkulima unaendelea kubaki maskini. Sasa mimi nataka niwaambie, mkitaka Karago yetu iwe salama, mkitaka Karago yetu itulie, endeleeni kutoa taarifa za wavuta bangi wote endeleeni kutoa taarifa za wanaotumia mirungi wote, lakini toa taarifa kwa wote wanaolima mirungi na bangi, na hatimaye tutaifanya Karagwe yetu iwe salama.